Basi la Yanga limefika katika uwanja wa Benjamin Mkapa na linapokelewa, eh, namna hiyo na wale ambao wanajinadi kama ni wasimamizi wa maofisa wa Young Africans basi, hilo eh, uliza kwamba Yanga amekuja kufanya nini? Wamekuja kucheza dabi kama kawaida, na kuna kamvua hivi kananyesha hapa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo tuvumilie kwa picha hiyo, lakini eh, shuhudia, tuko mbali, basi la Young Africans hilo likiingia uwanja e, li wa Benjamin Mkapa, na kumbuka uwanjani haruhusi kuingia mtu hivi sasa, kwa hiyo picha yenyewe imechukuliwa kwa mbali kweli kweli, kwa jinsi ambavyo unaiona hapo, tuvumilie tukomberaji, lakini kikubwa ufahamu kwamba Yanga basi lao limefika uwanja wa Benjamin Mkapa, na tutaendelea kuchungulia kuona kama tutaona, lakini kuna mvua, kwa hiyo mashabiki na wao wanaishangilia timu yao ya Yanga baada ya kuwasili hapa, isivyo bahati si kama siku nyingine, leo hawaruhusi kuishangilia kwa kukumbatia wachezaji, lakini pia kwa kulifuta basi kama wamezoea, wanakuta wanafuta vumbi basi, lakini leo basi wanaona kwa mbali tu, masta wao amekwishafika uwanja wa Benjamin Mkapa, na basi leo limepaki kule ambapo picha uliiona awali. Mashabiki wao wanashangilia, wanashangilia nini? utadani wamepewa taarifa kwamba mechi inachezwa, lakini ukweli ni kwamba mechi haichezwi. Licha ya mvua ambayo inanyesha hapa Benjamin Mkapa, wao wako tayari kunyeshewa, lakini washuhudie wa, wa, wa, wa tu timu yao ikiwasili hapa, na wanafahamu kabisa hakuna mechi. Swali ambalo unaweza kujiuliza, mimi najiuliza kwamba wanafahamu kabisa mechi hakuna, lakini wamejitoa sadaka wanyeshe mvua, wamejitoa sadaka washangilie timu yao. Kini kikubwa zaidi hapa ananiambia hapa, first of all ya kwamba uh, ulinzi ni imara kweli kweli. Sisi wenyewe waandishi wa habari tumenyimwa kuingia ndani kule, ili tukupe picha nzuri hii picha imepigwa tukiwa nje na mvua kali ikiendelea kunyesha katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa sasa hatuna la ziada, tunahitimishia hapo. Mimi ni Afrika Vishe kwa na Festo Polea, tunatamatisha hivyo, tumekaa hivi pia kwa sababu ya mvua. Kwa hiyo tumefanya kazi yetu kuhakikisha kwamba unapata kila kitu ambacho ambachoen katika dabi ya Kariakoo Simba na Yanga imeotambawa na sisi tunaondoka hapa, kwa sababu tamani likuleta kila kitu, baada ya matokeo, baada ya nini, lakini sipo bahati, dabi haijachezwa, lakini sisi tumeucheza mwingi kukupa wewe kile ambacho kimeendelea, mashabiki wamekisema kaka. Wakati mwingine, Alfred Kabishe, Festo Polea, Sada Akida, Grace Mkojera na dereva wetu ambao tumeleta hapa, tunawashukuru kwa kuwa nasi. Hadi wakati mwingine, baki nasi.